Na, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Gumzo la Ghassani, karibu tena katika wasaa huu. Leo tumepata fursa ya kutembelea mji wa Graz uliopo nchini Austria. Ni mji mkongwe kidogo, ambao kwa sisi ambao tunatoka Zanzibar, unatukumbusha mandhari ya nyumbani kwetu, mji mkongwe wa Zanzibar, Stone Town. Kwa hakika majumba yake, chochoro zake tofauti ni kwamba wenzetu wametunza mji wao, wamesafisha vizuri sana na pamoja na kwamba ni mji mkongwe, una huduma za kisasa. Niko naye hapa Dk. Ida Hadjiyavanis, yeye ni Mzanzibari mwenzetu, Mzanzibari mwenzangu, anaishi nchini Uingereza, anafundisha katika chuo kikuu cha SOAS, chuo kikuu cha London, na hapa amekuja. Mimi na yeye pia tumealikwa na taasisi ya Chiala. Tumeambiwa kwamba Kiswahili chake ni barza au baraza na SOAS pia wana baraza <laughs> Dr. Aida tukaribia, sori katika watu, yeah, mji wa watu. Nimefurahi sana tamikua hapa leo, nimeona kwamba kweli ni mji msafi, pazuri, watu wanaonekana wametulia, nimepapenda sana. Dr. Aida, umekuja hapa kwa ajili, mbali ya kwamba ni mshereheshaji tuseme, tuseme muandaaji, maana ni licha ya kwamba ni mgeni mwaliko, lakini pia ni mgeni mwenyeji, kwa sababu si mara kwa mwanzo kuja hapa. Ndiyo. Lakini umekuja kwa, kwa ajili pia ya kutambulisha kazi ambayo ni ya karibuni kabisa kuifasiri. Ndiyo. Kazi ya Abdulrazak Gurnah ambayo Kiingereza chake ni Theft. Ndiyo. Lakini umeita kwa Kiswahili chake Dhulma. Dhulma. Hebu kidogo tutambulishe kuhusu kazi yenyewe. Najua pia tuko na kazi ya kumtambulisha pia mwandishi asili wa kazi yenyewe, lakini kwanza tuje kwenye kazi yenyewe Dhulma. Kwa hivyo Dhulma ni ni ni, ni ni ni riwaya ambayo ameandika Abdulrazak Gurnah baada ya kushinda tuzo ya Nobel, na ni hadithi ambayo inafuata vijana watatu, na ninafikiri kwamba hawa vijana ni watu ambao wana umri ulionizidi mimi kidogo tu. Kwa hivyo unaposoma kile kitabu, kama ulikuwa ni mtu uliyekuwa Unguja miaka ya tisini nafikiri utapenda sana lakini, nafikiri pia mambo mengi yanayozungumziwa yapo mpaka leo. Kwa hivyo um, ni kuhusu vijana watatu. Katika vijana watatu ambaye kwangu mimi ni muhusika mkuu, anaitwa Badar. Badar asili yake ni bara, ametoka bara lakini bara mwambao, nafikiri, sehemu wanasema si mbali na Dar. Kwa hivyo unaweza ikawa Kibaha au sina uhakika sana ba ndio, halafu mrima labda ndio. Halafu anakuja anahamia Dar es Salaam kwenye nyumba ya bibie mwenye nyumba ambayo anaitwa Raya, na baadaye anakuja anahamia Zanzibar ambapo ndipo um, ana, anaishi mpaka mwisho wa maisha yake nadhani. Halafu wa pili anaitwa Karim. Yeye Karim alizaliwa Pemba lakini mama yake ni Mzanzibari, baba yake Mpemba, na mama yake ndio yule bibi ambaye alimpokea Badar Dar es Salaam biraya, salam, biraya. Um, kwa hivyo huyu ndo mhusika wa pili. Yeye anasoma na pale skuli Zanzibar, anakuwa kijana mwenye akili sana, ana pasi, ana sifa nyingi, anakwenda chuo kikuu, University of Dar anakuja anaingia kwenye serikali baadaye, kwa hivyo anakuwa ni mtu ambaye kidogo anapenda utukufu mkubwa mkubwa hivi, halafu la. Sasa yeye mama yake ndio nimesema yule Raya na ana, Karim na Badar wanakuja kujuana nyumbani kwa Raya, yeah, lakini kari, uh, huyu Badar alikuwa ni mtumishi kwenye ile nyumba yeah, yeah, ya Biraya. Yeah, yeah, Biraya ni mtumishi ambaye ni ndugu. Halafu kuna musika watatu anaitwa Fauzia, msichana ambaye alipokuwa mdogo yeye amezaliwa Unguja, lakini anakuwa na, na ndugu zake pia wako Mombasa. Alipokuwa mdogo anakuwa na, na ugonjwa wa kuanguka kwa kuna wahaka kuhusu maisha yake, labda hataweza kuolewa au kupata watoto na vitu kama hivyo. Kuna ni hadithi za hawa vijana watatu, maisha yao, wanakuja kuwa marafiki na unaweza kuona kwamba ni watu tofauti kwa kuna matabaka tofauti Uh, yupi kaenda skuli yupi ya kuenda skuli katika wao, halafu kuna dharau ya aliyekwenda skuli ambaye akwenda skuli, na pia kuna kuna kuna siasa ambayo ime, inaingia ina kwenye maisha yao. Kwa hivyo unaweza kuona kwa mfano hadithi inapoanza ni wakati wa mapinduzi Unguja. Kuna wale makomred wanatembea na zile kofia zao nini. Kwa hivyo ni hadithi ambayo imechukua Unguja, kuanzia kidogo miaka ya sitini, lakini hasa imetulia miaka ya tisini, na inaonyesha jinsi um, vijana wanavyoweza kuishi, lakini wanaweza pia kudhulumiwa wakawa na maisha magumu na, na vitu kama hivyo. Aha, umetafsiri theft mm-hmm, kwa dhulma. Katika hali ya kawaida katika tafsiri ya sisi kwa, sisi ungeita theft kwamba ni wizi, ni wizi uporaji. Kwa hiyo ukaita dhulma? Kwangu mimi nimehisi kwamba kitabu cha dhulma kina dhulma nyingi sana ambazo zinaongelewa, um, na wizi ni mojawapo wa dhulma inayotokea ina, ina, ina katika kile kitabu wizi uh, unaotokea ni kwamba yule Badar anasingiziwa kuiba lakini kule kuiba ni dhulma mojawapo anayofanyiwa. Dhulma nyingine ni kwamba hapelekwe shule, anakuwa mtumishi, anadharaulika. Kuna vitu vingi sana uh, ambavyo vinamtokea vina, lakini pia kuna wanawake kama yule Biraya alipokuwa Pemba alidharaulika, alipata dhulma nyingi za maisha. Kuna watu wakata mapinduzi wanazungumziwa ambao vijana wali walifariki wali kutokana na jambo lililotokea na serikali ya Kiingereza. Kwa hiyo kuna dhulma nyingi zinazofanyika, na nimehisi kwamba wizi ni dhulma mojawapo tu, maanake ume unakusudia kwamba umefahamu, Dr. Ida hapa yeah. Unakusudia kwamba neno dhulma linaelezea mengi zaidi kuliko neno wizi peke yake kabisa. Na nilizungumza na Abdulrazak nikamwambia kwa sababu yeye alipotafsiri hiki kitabu mwanzoni anataka kukiita <coughs> zamani, mwanzo anataka kukiita uh, people of the house, watu wa nyumbani, baadaye ndo ikaja jina lingine, lakini mwisho akaishia na um, theft. Na mimi mwanzo, wakati natafsiri, mda wote navyotafsiri nita kuita watu wa nyumbani, lakini baadaye nikasema hapana, ni dhulma. Ni kwa nilipomwambia nikaa kukiita hiki dhulma Akasema ah, that's more poetic. ina, ina inafurahisha zaidi kitabu kinachoitwa Dhulma, utakujua kuna dhulma gani zimefanyika kwenye hii kitabu kuliko wizi, nahisi. Kwa hivyo kuna hilo pia, nafumbata mengi zaidi na ushairi zaidi katika kazi yake hii. bila shaka, shaka kweli, yeah, yeah. ni kazi ni, yake ya mwisho mwisho, yeah, yeah, yeah. uh, uh, Abdulrazak Gurnah kuiandika Ndiyo. Na ameandika baada ya kupata tuzo ya Nobel la mm. Ah, kwa hivyo ameandika ndani ya miaka miwili mitatu hii iliyopita. Kwa hivyo yeye anasema kwamba alianza kuiandika, alikuwa amefika kama th theluthi moja ya hadithi, halafu akashinda tuzo ya, ya Nobel, kwa ikabidi yake ya, ya pembeni aende na naju, alikuwa anaalikwa huku na huku hu, nini, halafu ndo akaomba miezi sita aimalizie. Ndio akaimalizia aka lakini anasema alipoirudia kazi, yani, ilimjia kama vile alivyokuwa amepanga pale mwanzo, akaiandika mpaka mwisho. Ndio jambo la ajabu Dokta Ida, kwamba Abdulrazak ambaye ameondoka nyumbani Zanzibar akiwa na umri wa miaka kumi na nane tu <mzipaniliki> anaweza kuihadithia hadithi ya nyumbani Zanzibar ya zama hizi manake, yeah miaka tisini muda ambao mimi na wewe tushakuwa umri bale tena kweli tunaingia katika umri wa maji ya utu uzima yeah. kule katika miaka elfu mbili kwa hivyo wanazungumzia zama zetu ambazo tumeishi mtu ambaye ameondoka miongo miwili kabla sisi kuzaliwa kwa mfano mathalan uh, kipi ambacho Abdulrazak unadhani unapotafsiri kazi zake kinamuunganisha na nyumbani kiasi hiki kama kwamba wanavyosema wapemba nikwenda siondoka, yan nilikwenda yeah. Lakini sikuondoka. Kwanini kipi, kipi, akaipo karibu sana? Unajua namna hii hivyo, kwa, kwa mfano katika sehemu moja ambayo hadithi hii inafanyika hasa au in, inatokea uh, ni hoteli moja inaitwa Tamarind. mm -hmm. na unaposoma ile ile ile, ile hadithi, kwa sababu ye unakuwa mara nyingi anakuwa hasemi sehemu ni wapi hasa um, ana, lakini anapoelezea nimehisi kama vile unapotoka bandarini ukapita Mercury ukapita msikiti wa Ijumaa ukiingia mbele pale kidogo um, kuna nini kijamati ya wa Ismailia kama mbele tu kidogo ndio kuna ile hoteli. Kwa hivyo anapoelezea vile vichochoro kabisa, unaona ah, ndio nishapaona, nishapajua ni, ni, ni hapa, naona na kumbukumbu -kumbu nzuri sana ya hilo hilo. ni, ni jambo moja, jambo lingine anaw, anafahamu anafahamu lugha ambazo watu wanazungumza. Kwa hivyo, mfano uh, huyu Karim anapomsalimia mama yake ana, anamsalimia anana, anafanya kama kumbusu mkono lakini hambusu, alafu ye anasema kwa Kizungu, anasema halo, lakini tunafahamu sisi kwamba lazima pale alikuwa anasema chechei. Unaona like, kwa hivyo anakumbuka ile kwamba utamshi, utafanya kama kumshika mkono, utaubusu ukijuujuu, alafu unasema chechei kwa hivyo kuna kuna mambo haya ambayo anaingiza ana ambayo yanakuonyesha yana kwamba an, anafahamu jamii uh, na nafasi vizuri sana . Kitu kingine mfano utaona um, kuna wakati mmoja um, uh, nani Raya anamuuliza ana, ana, ana wakebadar okay, um, hasemi what's your name, anasema what are you called, na sisi tunasema kwa Kiswahili unaitwa nani, kwa hivyo yale zile sentensi za uh, what are you called ni Kiswahili ambacho kimesema kime kwa kizungu, umeona, kwa Kiingereza. Kwa hivyo anakuwa na vitu kama hivi ambavyo um, vinakuonyesha kwamba ana kumbukumbu nzuri, lakini kumbukumbu moja aliyokuwa nayo na hisi ni ya Zanzibar na vichochoro vake na yale majumba anavyoelezea kama hiyo hoteli ya, ya Tamarind kabisa, unahisi kama umeshaingia pale. uh, ukiingia kuna kama ua katikati, unajua ngazi zinakwenda juu zikishuka chini. um, naona anakumbuka vizuri sana. Anazungumzia yale majumba ya zamani ambapo kidogo yanakiza, lakini mtu ambaye labda hajiwezi anaweza kakodi. Yani anakumbuka vitu vingi sana lakini pia ana kumbukumbu nzuri ya historia ya, ya Unguja kwa mfano kama nilizungumzia kuhusu hiyo hadithi ya uh, uh, kuna kijana mmoja anaitwa anaitwa Suleiman kwenye hadithi, ambaye aliuawa, na ni kweli kwamba alitokea kwamba yule uh, kuwa kuna Mwingereza mmoja aliwafungia watoto kwenye chumba, akaenda. Sasa hivi naitwa Africa House, ilikuwa kuazamani anaitwa English Club, akaenda kunywa wale wakaja wakauawa wakakatwakatwa mapanga wakafariki, na ni jambo ambalo limetokea ambalo hatulisomi kwenye historia, lakini ukweli. Kwa hivyo yeye ana kumbukumbu zilizotokea za watu kudhulumiwa, wale vijana wameuawa, wamekatwa mapanga. Unaona, yani, kuna kuna mengi ambayo anayakumbuka. Nafikiri mimi, yani, ana kumbukumbu nzuri. Uh, turudi tu, tu, katika hadithi sasa yeah. Umeshataja kisa cha mm -hmm. Sulemani na wenzake ambako anasema matukio ambayo ya kihistoria hayataji ay, hayatajwi maanake yeah. Miongoni mwa sifa za Abdulrazak ni kwamba sio tu kwamba anarejista au anaweka katika kumbukumbu uh, fasihi. Ndiyo. lakini anaweka kumbukumbu tarehe, historia yetu ambayo wengine hatuweza kujua, mfano kwamba katika pepone ambapo anazungumzia kisa cha watu walioingia katika vita vya kwanza vya pili vya dunia kujiunga na na majeshi na Mjerumani yeah. kwa mfano wakiona kwamba ni njia kukwepa majukumu mengine. Babangu mzazi kwa hakika mimi mm. alitaka kujiunga na jeshi la Uingereza wakati wa vita vya pili vya dunia, kilicho kilichomkosesha ni kwa sababu ya umbile lake. Alionekana kwamba mbamba mdogo mdogo hivi, ingawa ashafika umri. Maanake leo hii napogeuki nyuma nikaangalia kwamba ikiwa ningekuja lingetokezea, sasa hilo labda ngujiunga na jeshi la Mwingereza kwa ajili ya Mwingereza, yeah. yeah. Pengine ningeliangalia vingine, babangu ningelihisi kwamba ametumika no, na wakoloni dhidi ya naona. Kwa hivyo kuna hadithi ambazo zinajifunika kama hizi na zinaweza kuona ni mtu ambaye ni hodari wa kuzibua kama hivyo okay. Lakini turudi, nakumbuka katika uh, sehemu ya mwisho mwisho ya kitabu ambao ulisoma hapa katika katika kongamano hili mm. katika tamasha la la Chiala mm. ulisoma mkasa wa kuachika au tuseme kukimbiwa ukimbiwa kwa Fauzia na mme wake. Karibu kidogo, tupitishe tu pale, ili mtazamaji anaetusikiliza siki, kuangalia hapa uh, ajue ndani yake ategemeni mbali ya kisa cha Selemani na kisa cha Biraya na Badar. Kwa hivyo labda nitaje nitaje kidogo, ili watu wapate hamu ya kusoma hichi kitabu no. ni kwamba kuna wakati na kuja, kuna, ami hadithi Abdulrazak anasema kwamba hakuna hadithi, hakuna riwaya kama hakuna mapenzi kwa hivyo kuna mapenzi ambayo ya anakuwa moto moto kati ya Fauzia na na Karimu na nakuja Karim, uh, wanajaliwa na mtoto lakini baadaye inakuja inaingia hitilafu na hitilafu itabidi iende itabidi ikasomwe na watu ambao watan, watan, watanua hichi kitabu. Lakini jambo moja nalozungumzia ambao nataka kulizungumzia hapa Chiala anazungumzia kuhusu utalii na athari ambazo zinaletwa na nchi zetu sisi kukubali utalii wa labda tuseme watalii vishuka ambao uh, wanakuja na kuharibu, um, wanakuja kuharibu utamaduni wetu, wana, wanavunja heshima, wanaweza uh, kuingilia mahusiano ya watu, na sio kwa sababu labda wanampenda mtu, lakini ni kwa sababu tu kwamba wanataka kustarehe huko mbali, kuona itakuwaje. Unaona, kwa hivyo, anazungumzia nafikiri, umuhimu wa um, utalii ndio ulete pesa nchini na kila kitu, lakini iangaliwe ni utalii wa aina gani. Na tumeona kwamba kuna utalii unakuja ambapo watu wanatembea utupu mji um, mkongwe n kuna vitu wanafanya mitaani, kulewa, you know. Kwa hivyo nafikiri inabidi ina serikali kuangalia mambo haya jinsi yanavyoweza kuathiri vijana na vijana, yeye anasema kwamba wanawewa kama tumbili um, wanafurahia wana kuwafuata hawa wanakuja wazungu watalii kuwapa shilingi mbili tatu, lakini kwamba ni muhimu kuangalia mbele na ku, kuona tunakwenda wapi, tumetoka wapi, na sisi hapa ninao mtu angetarajia kwa mtu kama Abdulrazak ambaye ameishi nje miaka yote hii asingekuwa mhafidhina kiasi chote hicho, wa kutaka kulinda, kwa mfano, kulinda utamaduni na heshima na hadhi ya Zanzibar na watu wake na yeah, vitu hivyo. Ajabu kwamba anadhani kwamba kuna kitu ambacho kinapaswa kulindwa bado Zanzibar. Ni kweli, na nafikiri anapoona utalii unafanyika nchi nyingi za Bahari ya Hindi ambapo wa, watalii wana wa, haribu kila kitu anaona kwamba Zanzibar bado sisi hapa tuna, tuna, tuna ule utu wetu na kwamba tu, tujitahidi tusiwe Maldives na hizi nchi nyingine ambazo sasa zimepotoka kabisa kabisa watu hawaambiwi kwamba wasitoke. Kuna kucheza mziki, si nini, dansa, lakini lazima ujitambue wewe ni nani. Yeah. No. Uh, sitaki kupoteza kupotezea kauli yako ambao umetaka watazamaji wenyewe wakanunua kitabu wakisome, wajue mkasa ni nini, lakini <laughs> kwa sababu kuna picha ambayo umeelezea ina inanahusu, no, vijana wengi sana kabisa, najua watanua kitabu wakisome hata baada ya kusikia ukweli huu kwamba uh, kile ambacho kinaitwa utalii wa ngono ambao na kumbuka Aljazira Aljaziri walifanya documentary hata RT pia walifanya documentary kuhusu Zanzibar hmm. na naiita utalii wa ngono, watalii ambao wanakwenda Zanzibar mahususi kabisa kwa ajili ya kujistarehesha kimwili. Ndio. na kwa hivyo watumilia vijana wa Kizanzibari au tuseme vijana ambao wapo Zanzibar kasab katika mazingira mengine sehemu kubwa kabisa ya waongozaji watalii kwa Zanzibar tukusema kweli, si wazanzibari wenyewe. Ni kweli wala wanaochukuliwa wana wana kutumikishwa kingono si wazanzibari hasa, lakini kama alivyo Badar ambaye ametoka upande mwingine wa, wa wa Tanzania akaja upande wa Zanzibar na akakumbwa na upande mwingine wa fadhaa ya kilimwengu ambayo mkumba yeye, lakini pia inakuja kwa upande wa Zanzibar yeah. Abdulrazak Gurnah alipowasilisha hadithi yake hii katika ulimwengu huu wa sasa ambao unazungumzia uhamaji na uhamiaji, hakujikuta kwamba ipo katikati ya mtafaruku wa kilimwengu, yani kusudi kusema kwamba mimi na yeye na wewe ndiye ni wahamiaji katika nchi nyingine tunakuta, ambayo yapo katika nchi zao, na wakati mwingine tunatafsiriwa kwamba sisi ni wachafuzi wa nchi ambazo tumehamia. Na anapowazungumzia wahamiaji au wageni wanakuja katika nchi yake Zanzibar, katika jicho la uchafuzi pia Udhani kwamba amejiura katika hali ya mgongano kidogo wa kifikra au unasema? Lakini pia umegusia jambo la Badar kwamba alikuwa anafanya kazi kwenye hoteli na kuna mwanamke wa Kimarekani ambaye alimwita kwenye chumba akawa amevua nguo yule badala badala akakimbia, maanake akawa ameogopa, na ni, ni ukweli kwamba mambo haya yanafanyika, lakini pia anazungumzia kuhusu wale vijana wanaokuja kujitolea na kwamba wanakuja kwa sababu wanataka kuisaidia nchi, na yule mama akifauzia, kuna sehemu moja anasema kwamba wanakuja kutusaidia nini? Wakae huko kwao, kama wanataka wao wenyewe wajisaidie huko kwao. Hadij amekasirika, anasema wakuja kujitolea nini hapa, kuja kutuharibia tu sisi maisha yetu. Nafikiri kwamba unapoangalia unasema um, nini misaada inayokuja katika nchi za Kiafrika, misaada mingi inakuja na kamba zilizofungwa ambazo zinafanya sisi wenyewe tufungamane kiajabu ajabu, ajabu. Kwa hivyo inabidi kuangalia kwamba ile misaada inayoletwa na hawa wanaojitolea inataka nini hasa you know. Tumepitia sisi nafasi ambapo IMF ilitufanya mpaka tukawa tunakula ule ugali wa manjano yeah. Kwa hivyo inabidi kukumbuka kwamba hii misaada inakuja vipi na inataka nini na itakufanya nini wewe. Nafikiri yeye sio kwamba anapingana na mawazo ya uh, mtu kwenda nchi nyingine au kuishi sehemu nyingine, lakini anapinga ile misaada na ule utalii ambao unaharibu maisha, unaiba, unaiba. Ndio, na labda unadhulumu watu nafikiri na. Na ni hiyo haya, tuje sasa katika wewe mwenyewe kama mtafsiri, hii si kazi yako ya mwanzo kutafsiri Peponi, na hii imekuja kazi ya pili, umetafsiri una unapenda kumtafsiri Abdulrazak yeah, au inakuwaje? Ile mara ya kwanza nilitafsiri kwa sababu nili peponi mi. Abdulrazak ni nafikiri, mimi ni ni shabiki wake namba moja, yani mi napenda kazi zake mno. Anaandika kwa kwan yani, an, an, ana maandiko ambayo, um, anaandika kwa lugha nyepesi lakini yanazungumzia mambo mazito, na pia naposoma kazi zake mara nyingi najiona kama hapa hasa, yani kabisa, naona ile Unguja, kila kitu. Hiyo ni jambo moja, lakini sio Peponi nasema kwamba ni tafsiri, kwa sababu nafundisha uh, kuhusu um, uh, kwa masomo ya bahari ya Hindi uh, jinsi Waswahili walivyokuwa, kwa hivyo ni kitabu nachokijua muda mrefu, lakini Dhulma uh, ni kwamba mchapishaji Mkuki na Nyota, Mkuki alipewa kwamba hii kazi inatoka uh, mwaka mwaka ujao. Hii ilikuwa mwaka jana August, akasema tafadhali, utamwomba Ida kama atapenda kutafsiri. Kwa hivyo mkuja akanifuata, akaniambia, utapenda kutafsiri? Nikawambia bila shaka. Kwa hivyo ndo nimetafsiri, alafu nilikuwa katikati kati ya kutafsiri Afterlives ambayo nafikiri, labda nitaita yaliyojiri, au nitaangalia, bado bado sija, kwa hivyo nikaiwacha ile nika nikatafsiri hii. Kwa hiyo imenichukua kama miezi sita no. Na ni, ni kwamba nilikuwa sipumziki, unajua ni kitabu kikubwa, uh, kizuri um, yeah, ndio maana nimetafsiri. Mimi nampenda sana jambo ambalo na, ninafanya nafikiri ninapomtafsiri, na ndio maana napenda kumtafsiri ni kama unamrudisha nyumbani, kwa sababu yeye hata kama yeye anapoandika kwa Kiingereza, an, anafikiria kwamba hadhira yake ni watu wanaosema Kiingereza wako duniani kote lakini nafikiri wale watu wanaozungumzia kwenye hadithi zake ni Waswahili. Kwa hivyo mawazo yao, lugha yao, jinsi walivyo, wanavyotaka sijui, um, ku, kuji, kuji, uh, kuvalia vipi, kuweka udi. Kwa hivyo ni tabia ambazo za Waswahili ambazo ninapotafsiri ninaziona pale pale. Kwa hivyo nikitafsiri nasema, huyu huyu anaeka ni udi huu, sio sijui kitu gani kimenani hii au kuna sehemu moja ilikuwa uh, yule Fauzia amechoka, mamake anamletea na chai akamwambia, kwa, kwa Kizungu, ilikuwa kama vile uh, okay should I bring you herbal tea? Kwa mimi nikasa, nikaka, nikasa, herbal nikakaa nikasema tea labda itakuwa ni mchai chai au uh, you know, kwa hivyo inakuwa kama vile ninapotafsiri na, na, na, nafahamu ni chai gani hasa ingekuwa exactly kwa wakati ule na sio kwamba itakuwa kitu kama zaatara wake. Zaatara sio ambao utakunywa, afu utapumzika, itakukera ita kidogo. So yeah ni, ni, kama vile narudisha kazi zake nyumbani, ndio maana napenda kumtafsiri yeah. mpenda mm. hili neno kumrudisha Abdulrazak Gurnah nyumbani. yeah. kwa sababu kama ambavyo katika mazungumzo mengine nje kulikuwa tumezungumza kuhusu ah uh, dhati hii ya waandishi wa Kiafrika mm. au tuseme waandishi wa Kiafrika mm. kuandika kwa, kwa lugha ambazo si za kwao yeah. lakini wakisimulia hadithi za kwao mpaka kuna wakati mm ikawa kuna nakumbuka, tulikuwa tunasoma chuoni tuna mm -hmm. hoji ikiwa je, tunapomsoma Chinua Achebe kwa mfano au tunapomsoma Maremba yeah. au au kama Sembeno wa Somali je yeah. ye, tunasoma fasihi ya Kiingereza au ya Kifaransa au tunasoma fasihi ya Kiafrika kwa lugha ya Kifaransa katika yeah. kama kemai na na, na kusema hapa nilipokufahamu na kusudia kusema kwamba tunapomsoma Abdulrazak Gurnah tunasoma fasihi ya Kiswahili yeah. kwa lugha ya Kiingereza mimi kabisa ninafikiri hivyo kwamba tunamsoma kwa kiswa tunamsoma kwa, tuna uh, kwa lugha ya Kiingereza lakini tafsiri ya Kiswahili, na nafikiri kwamba hadhira ya Kiswahili, uh, ni muhimu kwetu kufurahia kazi kama hizi kwa sababu umemtaja sasa hivi um, nani ukichinua, okay, Achebe Chinua, Chinua Achebe hakutafsiriwa katika lugha ya Ibo ambayo ndio lugha ya kinaokonko wale inao you know, ni Kiibo, hakutafsiriwa. Ukimfikiria Maria Maba na Solongeleta, hakutafsiriwa kwa kwenda kwenye Wolof ambayo ndio lugha ya yule nani aisa tu na wale wengine kwenye kitabu. Kwa hiyo nafikiri kwamba kama hadhira ya Kiswahili tuna bahati kwamba tuna mwandishi anaandika akifikiria ulimwengu wetu na kwamba unaweza kuusoma ule ulimwengu katika lugha halisi ya wale wahusika. Nafikiri ni jambo zuri uh, kuwa na kitu kama hicho. Na tulizungumzia leo kwamba naona kama kuna kama mkumbwa hivi, umeanza wimbi labda la wafasiri wengi kutaka kutafsiri kazi za waandishi. Kama mfano kuna Mabasa na mtafsiri Tsitsi Dangarembga nervous conditions kwenda kwenye Shona, na pia nimeona kina Leila Abuleila wanatafs kwenda kwenye Kiarabu, Nurdin Farah kwenda kwenye Kisomali. Kwa hivyo nafikiri kwamba hii ni kama wimbi fulani la wafasiri kuona kwamba kuna umuhimu wa kutafsiri vitabu vinavyotuhusu kuja kwenye lugha zetu. Kwa hivyo si kazi zozote tu kwamba kaandika, basi tuirudishe, hapana. Kwa mfano chetu nyumbani, chetu nyumbani kwa mfano, mimi binafsi sidhani kama nikifikiria Abdulrazak sidhani kama nitakuja kutafsiri kazi yake ya Doti kwa sababu Doti nahisi ina, inahusu Uingereza, inahusu karibia, sidhani kama watu wata. I mean, kwangu mimi bora tusoma kwa Kiingereza kama unataka lakini, hizi zinazotuhusu sisi ni muhimu tuzirudishe. Mpenzi mtazamaji, ni Ida Hadjiyavanis huyu, daktari anafundisha falsafa, anaefundisha chuo kikuu cha SOAS London na tumekutana hapa mji wa Graz nchini Austria ambapo mimi na yeye tumehudhuria tamasha la Chiala la fasihi ya Kiafrika mm. na tumezungumza machache, kwa hakika ni machache kuliko mengi ambayo yangekosa kuzungumzwa kuhusu tafsiri yake mpya ya kazi za Gurna uh, Dhulma kutoka kitabu Theft, na tunakusihi mtazamaji wetu kwamba kitafute ukinunue kama alivyosema hapa uirudishe, kazi za Dhulma nyumbani. Mturejeshe Gurna nyumbani. Gurna ni mtu ambaye ana alama kubwa sana kwetu. Ni Mswahili wa mwanzo kabisa kushinda tuzo ya ma, tuzo, tuzo ya fasihi ya Nobel. Na miaka yote tumekuwa tukisema kwamba fasihi ya Kiswahili haina mashiko, haina pahala, lakini fasihi ya Kiswahili si kwa sababu kupitia lugha tu ya Kiswahili. Kama anavyosema hapa Ida, ni fasihi mm -hmm. inayomhusu Mswahili na hata ingeandikwa kwa lugha gani, ya tusu, mimi na wewe, mitaa yetu, falsafa yetu, historia yetu, watu wetu, maana ya maisha ambayo tunaipa. Na kushukuru sana kabisa Dk. Ida. Asante sana. Nashukuru.